warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu mpendwa, mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu ambavyo tunakuletea kwa ajili ya kupeana maarifa mbalimbali ya dini yetu pamoja na jamii yetu, tumekuja tena kuzungumza na wewe masala muhimu mno ambayo ni masuala yanayoenda na wakati na katika mazungumzo yangu mbalimbali, nikija kusema na nyinyi, huwa napenda sana kuwahusisha wanazuoni katika mazungumzo hayo na kuwafanya kuwa ni wenye kuibeba mada nzima ambayo nakuja kuizungumza. Mara nyingi nimefanya hivyo na unaweza ukajiuliza maswali mbalimbali mbali, kwa nini basi wanazuoni tu abapo? Katika mada iliyotangulia video iliyotangulia, tuliwazungumza wanazuoni ya kwamba wao ndio kioo na ndio kiigizo, na kitu gani wanatakiwa wafanye Sasa katika zama ambazo tunazo au wakati ambao tunao sasa hivi, na huku tunakoelekea katika swala zima la uchaguzi, naona mwewe alivyotoa makucha yake, akiwanyakua vijana wa Kiislamu kwa kuwajaza fikra mbalimbali mbali, ambazo zinaonyesha ya kwamba kuna haki wanadhulumiwa kwa hiyo wana wajibu wa kuipigania haki hiyo ili waweze kuipata. Na cha kusikitisha, kwa kuwa jamii kubwa imekumbwa na kasumba ya kutokuwa na elimu, wamekuwa ni mfano wa ndoo tupu iliyowekwa njiani, ndoo ambayo kila mmoja anaweza kutia anachokitaka, yaani kama dustbin na tunajua ya kwamba vijana wa Kiislamu wanapokuwa wapo katika kukipigania kitu, na wakawa wanajua ya kwamba hicho kitu anachokipigania ni haki yao, iwe ni sawa kujua kwao kwamba hiyo ilmu ni sahihi ya kwamba hicho kitu ni haki yao, au hiyo ilmu si sahihi, lakini ndipo alivyoelezwa na ukasumbua huo ukawajaa vijana wetu wanakuwa ni kama wenda wazimu, na sehemu nyingi zinapotokea fujo, vijana wa Kiislamu mara nyingi ndio huwa mbele. Kijana wa Kiislamu anapokuwa anapigania kitu anachokitaka huwa hajali nyuma yake kuna nani, haangalii kuna familia inamtegemea au wazazi au jamaa, anachoangalia yeye ni kwamba ima apate anachokitaka au afe aende peponi. Na ndiyo maana kwa nadharia hii ya kuipata haki au kuingia peponi wametumika sana vijana wa Kiislamu kupandikizwa kasumba mbalimbali mbali na kufanywa kama chambo katika, katika mambo mbalimbali ya kupigania. Sasa nimekuwa sana na wataja wanachuoni mashekhe zetu, kwa sababu ukiangalia klipu zinazotumwa za mashekhe mbalimbali na wale ambao wanahudhuria darasa mbalimbali, mashekhe zetu tunawaona nyoyo zao zimekuwa ni mfano wa nyoyo, nyoyo za pundamilia katika mbuga yenye simba wengi. Wakati huo huo ukiangalia watu wa dini nyingine mbalimbali viongozi wao wanalihubiri neno la amani na mabadiliko, kwa kuwa sasa hivi ndio wakati wake kunadi na kuhubiri neno hilo. Masala ya uchaguzi tunayajua, yanaweza yakapita salama au yasipite salama. Hii ni kawaida katika nchi mbalimbali tunaona, lakini mashekhe zetu kwa nini wamenyamaa? Kwa nini wamekaa wa kimya? Fikra za mashekhe wengi wanaona ukizungumza masala ya amani ambayo itakuwa imfungamano wake ni mfungamano wa kinchi wa kidola itakuwa wamechanganya siasa na dini, na wala si hivyo. Kuna haja katika madarasa yetu mbalimbali kuwasomesha vijana wetu, vijana wenye rika la mihemko, vijana ambao wanaweza wakafanya lolote wakiamua, kuwasomesha jinsi ya kuilinda amani katika misingi ya e, katika misingi halali inayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mashekhe zetu misikitini, hapatoshi, kwa sababu jamii kubwa sasa hivi ipo nje, haiko tu msikitini. Kwa kuna haja ya kufanya semina hasa, ambayo itakuwa imechukua wana vyuo mbalimbali, wanafunzi wa vyuo vikuu, kwa sababu hawa ndio jamii kubwa ambayo inatiwa sana kasumba hizi. Twende tukawafundishe sehemu maalum ambazo zitawakusanya watu kama wanachuo au eneo maalum, kisha tufanye semina ama semina hii, nirudi hapa katika semina hasa, tutapata michango mbalimbali mbali ya kimawazo kutoka kwa wanafunzi hawa wa vyuo vikuu, michango ambayo itaweza kutusaidia baadaye, tukiandaa semina nyingine, tuende tukawahubirie vipi kulingana na mawazo yao na jinsi walivyotiwa kasumba hizo za kisiasa, kisha ndio tukafanya semina ama ambazo semina hizo zitakusanya jamii yote kwa ujumla, watu wazima na vijana rika mbalimbali mbali, mpaka wapita njia watakuwa wakipita wanapata dakika mbili tatu za kusikiliza. Na kwa nini basi niseme hivi? Kijana anatakiwa atambue ya kwamba anaposhawishiwa kuingia barabarani kufanya maandamano kwa madai ya kwamba anapigania haki, yule aliyemshawishi huwa hauswi na wakati huo wa iko barabarani, mkewe na watoto wake na jamaa zake wako nyumbani na akiwatahadharisha, wasije wakatoka. Kwa hiyo, yeye atakamatwa atawekwa ndani, atahifadhiwa kwa muda, atatolewa akiwa na afya yake kamili. Sasa kizaazaa vijana ni mimi na wewe, kinachotukuta ni kupigwa mabomu ya machozi, kupigwa marungu wakati mwingine kutiwa hata ulemavu. Aliyesababisha wewe upate ulemavu hakujui kwa hali wala dawa, na ulichoenda kukigombania, na ukama ungekufa katika uwanja huo, basi ungeenda motoni. Kwa hiyo ni muda sasa vijana kujitambua, lakini vijana hawa ili kujitambua, wanahitaji mwongozo wa mashekhe zao pamoja na walimu wao, ya kwamba watambue kanuni yoyote iliyowekwa na mwanadamu haiwezi kuwa ni ya haki. Mwanadamu hawezi kutengeneza kanuni itakayobalansi maisha yake yeye na maisha ya viumbe vinginevyo, ni lazima itakuwa na upendeleo. Lau kama watatengeneza kanuni, basi kanuni itawafeva zaidi wanaoisimamia kanuni. Hii ni kawaida pahala popote katika nchi yoyote. Kwa hiyo mimi, kauli zangu ni nasaha saha zaidi kwa mashekhe zetu. Huu ni muda wao kuamka, kuwafunza vijana jinsi ya kuilinda amani ya nchi yao. Hubbul watani minal iman, kupenda nchi yako ardhi yako ni sehemu katika imani. Sasa kuipenda nchi si kupigania jambo ambalo na ukama utakufa unakwenda motoni. Khairul kalam. Ma qalla wa dalla. Assalamu alaykum warahmatullah.